ajili ya wagombea wetu, lakini kabla siyafanya hivyo, ninaona mama zangu hapa, mama tupunge mikono yangu. Pengine unaweza ukajilalau, yawezekana umedhalaulika kwenye ukoo. Yawezekana umedhalaulika kwenye familia, kwenye jamii. Yawezekana umedhalaulika mahali popote. Lakini nataka nikuambie, kura yako ina thamani kuliko unavyofikiri. Yawezekana ni masikini unaweza ukasema hivi, na mimi masikini naruhusiwa kwenda kupiga kura. Nataka nikuambie kura yako ina thamani. Nia. Kura yako tunahitaji kwa ajili tuna ya maslahi mapana ya Wanamwaya, kura yako tunahitaji kwa ajili ya maslahi mapana kwa ya wanandora na wana Ilondo kwa ujumla, lakini wana Kyela kwa ujumla, tunaomba pigieni Samia Suluhu Hassan kura za kutosha, ili Mheshimiwa Rais aone kwamba Mwaya wananitambua, Mwaya wamenielewa, Mwaya wananijua ya kwamba ni mwanamke pekee Mheshimiwa Rais pigieni makofi ya kutosha, pigieni makofi. Rais Samia Suluhu Hassan ni mwanamke pekee aliyethubutu, aliyesema pamoja na kwamba yamkini iko dharau ndani yake ya kwamba Mheshimiwa Rais amekufa, Magufuli sasa itakuwa kuaje? Sikiliza niwaambie, Mheshimiwa Rais amechukua nchi katika mazingira makumu, kipindi cha machonzi, kipindi cha korona, lakini bado. nitafanya kazi vilivyo kuhakikisha kwamba Tanzania wanapata huduma stahiki. Na ni kweli tunaona matunda ya Mheshimiwa Rais. Sisi tukimzungumzia Mheshimiwa wa Bengo, wengine tayari wamesha tumeshaanza kunufaika naye hata kabla hajaapishwa. Barabara zimeshaanza kusafishwa, yeye anaitwa mzee wa barabara, yeye za barabara kwake eh. CCM oye! Leo mtu anameza, leo mtu anadharau. Nataka niwaambie CCM imeleta vijana shupavu, imeleta vijana waliopimwa, waliopigwa, wenye uhakika. Njoo kwa kijana wangu, kijana anaposimama, wakati unasimama, unakuja pamoja na mke wako ugue. CCM oye! Yeah. Nianze kwa kuwapongeza wanamwaya kwa kazi nzuri mliyoifanya tarehe nne mwezi wa nane aliona sawasawa na sawa mkoa ulivyoona macho yenu, aliona sawasawa sawa na taifa lilivyoona macho yenu, aliona sawa sawa na Chama cha Mapinduzi kilivyoona, na ndio maana kura za kijana wenu mlizompa hakuna mahali ambapo zilifichwa wala kuchakachuliwa. Asanteni kwa kumchagua kijana huyu. Ni kijana ambaye mimi nafahamu hata kabla ajawania wal, ni kijana ambaye namtambua

Mheshimiwa diwani, Bwana Mwaya wanakuelewa. Makabu yetu utitu wako. Makabu yetu umanga wako. Makaketi kiuma kiako, makaketi urondo wako. Makaketa kikolo kifumie. Makaketi mbegu zilizo kudungura yako. Baadhi mbegu zilizo yeye mature kutorwe. Na naomba Mungu akikupa kibali cha kuwa diwani, najua wanakupa kura. Utaingiza kuinua kibali kama kumwona, kibo basi. Utaingiza kwa nuku niogaro kukugosa Ukagore ke itolo Ukapendia ke mwuru wapoli ya rosa Ukendele itolo Nika kuika hapa pikipiki mwenejo kuika Kiala ikisa kukuinu niko hapa pikipiki Kipele nilile kupere Ukuja kurumba wanadola hoye Wanabuaya hoye Wangapi watampa kuna kijana wangu Rosa Wangapi watampa doksa no samia suru wa sani Wangapi watapa ndugu yangu wa leo kura za kutosha, kura za kishiba, kura zilizochana kumwagika? Mimi nimetoka busara, musameheni. Hebu mpeni kura sisiem, alafu muone yajayo. Yajayo yanafurahisha, yajayo yanafurahisha, Mwaya. Mimi lakini kabla sijamruhusu kakaangu, kakangu waombe kura, naomba nimuombe dadangu, naomba shemeji mama Ewe niseme, asanteni sana, nawashukuru, nawashukuruni sana wazazi wangu. Nawashukuru kwa kumwona Mwakaluba kwamba anafaa kutufanyia maendeleo kata yetu wa Mwaya. Mimi mwenyewe napenda sana maendeleo, kwa sababu kata ya Mwaya ni nyumbani kwetu, mimi ni mzaliwa hapa. Kwa hiyo nitakuwa kipaumbele kumshauri Mwakaluba ili afanye maendeleo katika kata yetu ya Mwaya. Sina mengi zaidi ya kusema, naombeni kura zenu kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Baraka Mwamengo, naombeni mjitokeze kwa wingi tarehe 29. Mupigie, mumpigie pia Atupele Mwakaluba kura. Asanteni sana na washukuruni sana wazazi wangu Mwakaluba moja kazi kubwa moja niifanye, ya kutoa shukurani zangu za dhati, kwa sababu toka kipindi cha kura za maoni ambazo watoto wenu wanamwaya tuliingia kwenye kinyang'anyiro, hatujawahi kuonana kama tulivyoonana leo. Ninayo sababu ya kuwashukuru kwamba, asanteni sana kwa kazi kubwa mliyoifanya, kukaa kwenye jua kwa muda mrefu pasipo pasipo udhila wowote, leo mtoto wenu niko hapa. Lakini niwashukuru sana watiania wenzangu ambao tulinyanyuka wote kwa ujumla wetu kama watoto wa Mwaya kwa ajili ya kuingia kwenye kinyang'anyiro. Ninawashukuru sana ndugu zangu, watiania wenzangu, kaka zangu, wengine wadogo zangu, kwa mioyo yao ya ukundufu ya kukubali kwamba Mwakaluba kwa kuwa ameteuliwa mwache asonge mbele akatetee Mwaya, tutashirikiana naye. Viongozi wangu ninawashukuru sana. Udiwani huu sio wa kwangu, udiwani wangu, udiwani huu ni udiwani wa hawa ambao leo walikuwa wanajitambulisha kwenu kwamba ni madiwani wa akiba. Nitatafuta ushauri kwenu usiku na mchana, msinichoke. Leo nikijitenga na madiwani hawa kata ya Mwaya sitoifanikisha mm. Lakini naendelea kuomba kwamba Mungu anipe moyo wa unyenyekevu na kuwatambua sana, kama alivyoongea mgeni rasmi, nisija nikanyanyua bega kwa viongozi hawa, nikanyanyua tu bega, nimebaki peke yangu. Nikibaki peke yangu, Mwaya imezorota imeshindikana. Lakini nikiomba ushauri kwao basi mwaya itakuwa imepona. Wazazi wangu, sina furaha sana katika maneno ya kusema, sina furaha sana katika maneno ya kusema. Kwa nini sina furaha? Sina furaha kwa sababu siku ya tukio imekaribia, siku ya tarehe ishirini na tisa imekaribia. Niwaombe wanamwaya wote mliofika mazingira ya mkutano huu kwamba Mwaya wetu kwa kadri tulivyoiona sio kwamba imesonga mbele sana. Tulikuwepo na ndugu yetu diwani mstaafu Akimu Mwanyilo, ambaye leo viongozi wa kamati ya siasa ya Mwaya ameniandikia taarifa ya uzuru kwamba leo hawezi kufika Mwanyilo. Ana uzuru kwa msije mkamfikiria vibaya, tuko pamoja naye siku zote, lakini niseme Akimu Mwanyilo ndiyo aliyokuwa kiongozi wa kata hii miaka mitano iliyopita, kuna mambo mengi ameyafanya kwenye kata hii ya Mwaya. Tukitaka kila jambo lionekane peupe hivi na kwa karibu, tutakuwa waongo. Ngeasini kata ya Mwaya ni kubwa kwa kiongozi aliyepita. Mimi ninayo mengi ndioshudia kwa macho alioofanya. Alifanya kwa kadri ya uwezo wake, alifanya kwa kadri ya uwezeshaji Nitaomba ushirikiano kwa wana Mwaya. Tukifanya ushirikiano wa kutosha, ndipo tutakapoiona Mwaya wetu unaanza kusogea sana kwenye kata ya Mwaya. Na nina ndoto nalo, natamani sana kila mwaka mama Samia anapotuma mwenge wa kitaifa kuja kuzuru na kuzindua miradi kwenye kata za wenzetu, mwenye akina Kabeta, na sisi kwenye kata yetu, kila mwaka mwenge wa Uhuru ufike ndicho kitakachoonyesha kwamba wanamwaya mmeshikamana na mtoto wenu, mnashauriana naye maendeleo yanaingia, baada ya kuona kila mwaka mwenge unaingia mwaya kuzindua mradi. Wazazi wangu, msiniache ninachokiona leo. Tarehe ishirini na tisa ni kesho kutwa tu, wazazi wangu, kama kweli tuna haja ya kujionea huduma kwa maendeleo ya kata ya mwaya jinsi ilivyo

Hatutaya miaka mitano watakaoonwa ni wale ambao wamejitokeza kwenda kupiga kura. Lakini wazazi wangu, niseme mheshimiwa Mamembo, nipo karibu naye sana kidigitali. Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan ni, nipo karibu naye sana hii ni ilani ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na, na ishirini na tano, ishirini, na thelathini humu ndimo ambamo mama Samia na chama chetu kitaifa tumeandika ki mambo mengi yatakachokifanyia yatakayoifanyia Kyela yetu na Mwaya yetu. Ndugu wow zangu mama Samia, upande wa Kyela na upande wa Mwaya amejikita kwenye afya. Mama yetu Samia amejikita kwenye elimu Mama yetu Samia amejikita kwenye barabara. Vitu vyote hivi ni changamoto kwa wana Mwaya, kwa nikiguswa cha vitu vya namna hii, basi kuna haja tujionee huruma kwamba angalau mojawapo ya hili vitu alivyopitana mama Samia kwenye ilani hii, basi angalau miaka mitano hii tupate hata kimoja au viwili, basi tupate kimoja au viwili, ili ionekane Mwaya inaanza kurudi Niwaombe wanamwaya, tunatamani na sisi mgili rasmi kuwe na kituo cha, cha afya chenye hadhi, lakini kwa yote haya ni kwa ushirikiano wa kwenda pamoja. Wanamwaya, wana Mwaya hawa mlini rasmi wanataka kituo cha afya, lakini kwenye ilani kituo cha afya cha, cha, cha Mwaya viningi vinne hakija lakini tukiwa pamoja kwa maombi na ushirikiano wa kushirikiana, kwa ajili ya kwanza, nipo viongozi wetu halmashauri, tutawashirikisha mtakusaidia sana, lakini tunahitaji sekondari. Watoto wetu wanapata shida, wanaotoka huku. Tunayo sekondari yetu ya umoja wetu wote, ipo Temende. Tunaona kama watoto wanaotoka huku ni mbali pale. Kidogo tukishirikiana, tutaanza kuchatama matofali, si wenyewe tunafinana, tunaanza kuweka msingi. Serikali nupo nitakuja kutusaidia wye yeah. Mambo haya hayawezi kuja bila kushirikiana. Mambo haya hayawezi kuja bila kupiga kula yeah. Mwisho niseme yeah. Naomba wazazi wangu akina baba na akina mama twende tukapige kula tarehe 29 tukampe kula za kuosha mama Samia. Kipindi hiki ni kipindi cha kisasa. Mama Samia atakapokopo Dodoma mwamembo kuomba miradi kwa wanamwaya, Mwaya yetu ipo Dodoma, lakini kitu cha kwanza ataingia kwenye asilimia ya kula kule Kyela, kata ya Mwaya walijitokezeni kwenda kupiga kula. Kama kuna uhakika wa kupiga kula, kama ni mradi ambao mliomba, basi nitakuwa nimemkumbusha, ataupeleka mradi Chunya, Mwaya tutakuwa tumekosa. Lakini baba yetu Mwamengo, ninapokwenda kwake mimi kuomba miradi kitu cha kwanza ninapokwenda kunomba, nitangulia kuzungumza habari za kula mlizotoa wana Mwaya. Nisitangulie kusema habari za miradi, niseme ni wamengo, wana Mwaya walitoa kula nyingi sana. Nenda kaangalia kwenye asilimia, akiangalia, unasema nipa maendeleo. Maendeleo tutayapata, tuache kudanganyika, tuache kudhofishwa, tuache kudanganyana, utulivu. Tarehe 29 upo wako ambaye anasema atajitokeza kwa ajili ya kwenda kuvuruga. Kwanza tu neno kuvuruga, eti vurugu. Wewe ni mkorofi. Unayekwenda kufanya vurugu siku hiyo ni mkorofi. Kwa hata ukipigwa ni haki yako. Lakini ukorofi hautokuwepo. Mkorofi atashushwa, mnyenyekevu atapandishwa. Kula tutapiga uhuru wa kutosha. Ndugu zangu, twende tukapige kula siku hiyo. Tumpe kula za kutosha malengo, tumpe kula za kutosha Mama Samia. Totoeni ngino kula za kutosha, ili tuweze kuyapata maendeleo ya miaka mitano. Lakini niseme nitaanzia pale alipoishia duan Manyuru, iongo zangu wa kamati ya sasa ya Ulaya, nitaanzia pale alipo acha Manyuru nipo nitaendeleza. Niwashukuru sana mkutano wote kwa kunisikiliza.